Baada ya kuibuka na ushindi wa moja kwa sifuri, bao pekee ambao imefungwa na Jean Charles Ahoua kipindi cha kwanza wa Simba liiia yanibazisimba na nakwenda kumuuliza siku ya tarehe 27 pale nchini South Africa katika mchezo wa marudiano, kama anavyoona hivyo, wana Simba hao wakiwa wanatoka wanatokaa ada ya kushuhudia timi yao kikifanya kile ambacho kimewaleta hapa kisiwa ni Zanziba, na wakia msivazi Simba, kama ambavyo nimekwambia, atakwenda pale South Africa katika mchezo ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu huu mara Eh, baada ya ah kila kitu kina mipango bwana eh? Maa sisi tunaongoza tunasema tunaongoza eh, kwa sababu tuna msingi yeah, tayari wa goli moja. Tulitarajia tafunga mengi, lakini awao wamejitahidi katika mpira, kuna matokeo matatu, dio. Lakini kwa tokeo hili hatujaridhika sana, kutokana na sio matarajio yetu kupata goli moja, tulitarajia goli tatu lakini zimeshindikana kutokana na wenzetu wanaweza nao kama sisi yeah. Tumeshindana kwenye mashindano, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumepata goli moja, hatuwezi kukataa, tuwezi kukubali tushapata. Inawezekana hata uko kwao na sisi vilevile tukafunga vile, yote yanawezekana, yote yanawezekana, hakuna e, yanaweze kubwa kwenye mpira, yote yanawezekana. Lakini mmetengeneza nafasi nyingi sana leo, sawa na magoli mawili tumekosa, tumekataliwa uwanjani, au umeaona bwana, hujaliona au kweli? Sawa, lakini kwenye mpira kuna vitu vyote hivyo, inawezekana ndio, yeah. maana kakosa, lakini bado yeah. hatujafa moyo, tuna uwezo wa kwenda huko na tukapambana yeah. vile vile na matokeo yakaja mazuri, yote uwezo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu upo yeah. na uwezo wa mpira na, yeah. na wachezaji wetu jinsi tunavyowaamini uwezo upo yeah. hey. kwa sababu kila mtu kujipanga, uwezo anao na tutatoka tu huu mwaka huu fainali si tunaingia na tu, yani hatuna wasiwasi. Sumeona balaa ha? Lake hey. ja aliona wanyama nafikiri kama ndo mpanzu, ingekuwa kama mpanzu shauri ilikuwa tumemaliza leo. Mpanzu namna hiyo kipatikana na mpanzu mwingine hey, na, na mpanzu mwingine. Acha mtoto akacheza mpira leo na staili za wadi mtamzadi taela laki moja kununua atanunua, si zawadi kwani? Zawadi na kima bwana, haichagui ubaya. Ugwela mwanangu, yeah. haina maneno, ushindi uko mbele, hatuishii hapa. Bado hatujafungwa tunasema, au yeah. bado hatujamaliza mpira mpaka tuende uko kwao, tukirudi tutajua, leo leo au bado, siku tunaangalia usafiri kama upo yeah. haina oh. shida Ay.